na msikilizaji, ligi kuu ya soka Tanzania bara imeendelea leo kukichezwa jumla ya mechi tatu. Tabora United wamekuwa nyumbani kuchuana na JKT Tanzania, huku Kagera Sugar wakiwaalika Pamba Jiji, na Dodoma Jiji wana miadi nyumbani na wagosi wa kaya Coastal Union hapo kesho. Mashabiki wanatarajiwa kufurika katika dimba la Mkapa kushuhudia pambano la dabi kati ya da young Africa Yanga na wekundu wa Msimbazi Simba kuzungumzia dabi hiyo na ligi kuu Tanzania Bara, naye hapa studioni Suleiman Mweru, na katika laini ya simu tunaye Amri Masare, mwandishi mtangazaji na mchambuzi wa michezo. Sule, naamu. Kabla tuanze <laughs> joto la dabi ya Kariako, eh, mechi kati ya Tabora United na JKT imekamilika na JKT wameibuka kidedea goli mbili kwa moja. Nikiangalia jedwali hapa naona kwamba sasa hivi JKT wamepanda katika nafasi ya sita wakiwa na alama Uh, zitakuwa ni thelathini mm. Lakini Singida Big Star ambao walikuwa katika alama ya sita, sasa wameteremshwa katika Mshusha nafasi ya saba, uh, ingawa bado wana mechi moja mm. mkononi. Hayo ni ya leo mm. Hizi mechi nyingine mbili ambazo nimezitaja mm. zinachezwa baadaye, moja inaendelea sasa mm. hivi Joto la dabi ya Kariakoo ni mchezo ambao sio tu kwamba unatetemesha pale jijini Dar es Salam na Tanzania kwa ujumla, lakini hata Afrika mashariki na Afrika kwa ujumla. Ni mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu sana mashabiki wa soka barani humo, kwa sababu ni mchezo ambao una hisia za karibu kila mtu. Kwa mfano mm -hmm. pale Tanzania, kwa mfano kwenye familia yangu kwa mfano mimi mm -hmm. ni kwamba Kula, wapo watu wanashabikia Simba mm -hmm. wapo wengine Yanga. Kwa hiyo hata kama ukiwa unashabikia timu zingine mm -hmm. lazima kwanza kuna uchague kwanza Simba na Yanga kwanza mm -hmm. kwa hiyo ni, ni hisia, ni mchezo ambao una hisia kali sana umebeba, mm -hmm. matumaini ya watu wengi sana na ndio maana ukiona mechi ikikaribia kama hivi e, kunakuwa na hekaheka nyingi sana kuelekea mechi kama mechi hii ya dabi ambayo inachezwa hapo kesho. kwa timu zote mbili mm -hmm. makocha mm -hmm. hawa wa timu zote mbili, kocha mm -hmm. wa Simba Fadlu Davis mm -hmm. na kocha wa Yanga Milud Hamdi mm -hmm. uh, bila shaka kila mmoja anapania kuchukua alama hizi tatu. umuhimu wa ushindi kwa timu zote mbili uh, unaueleza, una, una vipi hasa tukizingatia msimamo mm -hmm. wa ligi hapa? kama ulivyosema, msimamo wa ligi unaonyesha Yanga wako katika nafasi ya kwanza na alama hamsini na nane, Simba mm -hmm. kwa nafasi ya pili wakiwa na alama 54, lakini Simba wakiwa na mchezo mmoja mkononi mm -hmm. katika mchezo wao dhidi ya Dodoma Jiji haukuchezwa, kwa sababu Dodoma walipata kashkashi ambayo haikuweza kuwafanya waweze kucheza mm -hmm. kwa hiyo Simba na Yanga hapo kesho ni mechi ambayo itaamua hatma ya nani atasimama katika kilele cha ligi mm -hmm. Kwa maana Simba atakuwa amebaki na alama moja kama atashinda mm -hmm. Lakini pia kama atashinda mechi ambayo anayokiporo ana, ana, anaweza kwenda nafasi ya, ya juu zaidi, lakini hii ni mechi ambayo inatazamwa na wachambuzi wa soka kama ni mechi ambayo itaamua eh, atakayeweza kuchukua ubingwa wa NBC Premier League kwa msimu huu kwa sababu Yanga kama ata atashinda hapo kesho, maanake atajiakikishia nafasi ya kubaki kileleni. mm -hmm. Lakini Simba kama atamfunga Yanga, manake atajipa nafasi ya kusogea karibu na kujipa nafasi ya pengine, kile kipo Dodoma, anaweza pia akawa katika nafasi akaw na nzuri ya kuweza kuchukua ubingwa wa ligi kuu soka la Tanzania bara, ambao kwa miaka mitatu mfululizo mm -hmm. umeenda Jangwani. Kwa hiyo hiyo ni kesho, ni mechi ya kuwaamua mm -hmm, nani atakuwa bingwa ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu wa 2024 2025. Kwa hiyo ni mechi muhimu sana kwa vilabu vyote viwili mm -hmm. na kama ulivyosema, nimewasikia makocha mimi mchana e, huu wakielezea matarajio yao kule katika mchezo huu mm -hmm. kila mmoja ametamba kwa nafasi yake mm -hmm. lakini kitu cha ja kufurahisha hapa ni kwamba makocha haya wote wawili mm -hmm. ni wageni katika ligi kuu soka Tanzania bara. kocha mm -hmm. Fadlu Davis amecheza ya ndabi yake ya kwanza mwezi Oktoba, alifunga goli moja na Yanga mm -hmm. wakati huo Yanga ikiwa chini ya Gamondi, mm -hmm. Master Gamondi. Lakini mara hii kama ulivyosema kocha Hamdi Milud yeye mm -hmm. ametoka Singida mm -hmm. amekuja ya Yanga kwa hiyo ya ya ya. itakuwa ni ndabi yake ya kwanza akiwa Tanzania. Haya. Kwa hivyo wacha tumsikilize tu uh -huh. Amri Masare. Amri, bila shaka unatusikia hapo jijini Dar es Salaam. Uh, uh, dabi ya kesho ni ya kisasi? Unaona kwamba wekundu wa Msimbazi Simba watapata fursa ya kumpiga mtu au ni Yanga ambao wataibuka kidedea? Watafiti wanasema namba haziogopi. Ukitazama uh, namba katika msimamo wa ligi kuu soka Tanzania Bara, ukitazama namba ya magoli, ukitazama uh, namba ya ya michezo ambao wamecheza, utaona kabisa nani anapewa nafasi kubwa mpaka sasa kwa mujibu wa takwimu ama namba zinamwonyesha Yanga ana nafasi kubwa ya kuweza kupata matokeo katika mchezo huu. Kwanini, uh, kwa nini? Kwa sababu kwanza amekuwa ana rekodi nzuri ya kufunga michezo mitano, lakini ukiangalia ya mwisho katika michezo mitano hii amefunga goli nyingi. Utakumbuka mechi na KMC alishinda goli sita akashinda goli tano akashinda goli mbili akashinda goli tatu kwa katika mechi tano, tunamwona na goli zaidi ya kumi na tano akifunga, tofauti na klabu ya Simba ambayo kimtazama katika mechi tano za mwisho alizocheza anapata goli ambazo hazizidi takriban kumi, akishinda goli tatu dhidi ya Tanzania Prison, akishinda goli tatu dhidi ya Namongo na akishinda goli tatu dhidi ya Coastal Union. Kwa hiyo utamwona uh -huh. namba ya magoli uh, kidogo kama Yanga inambeba uh -huh. lakini kwenye safu ya ulinzi pia kenda kuitazama unaona kwamba Yanga amecheza michezo ishirini na mbili mpaka sasa uh -huh, akiwa na mchezo mmoja mbele dhidi ya Simba ameruhusu goli takriban ni, ni tisa tu. Simba amecheza michezo ishirini na moja ameruhusu goli moja kwa, utaona kwamba namba pia zina, zina bado zinampendelea zinampendelea zina, zina, zaidi Yanga. Ukienda kwenye asisti pia alikuwa anaangalia kwa wachezaji hatari, kwa mfano mwana mfalme akiwa ana goli kumi ana asisti saba azizikii uh -huh, ana goli, uh -huh, goli tano na asisti saba Clement Mzize ana goli kumi mm -hmm, ana asisi tatu. Pakuwa meziza mchezaji ambaye anaogopa katika mchezo zaidi, mchezo wa kesho zaidi kuliko wachezaji wote wa Yanga, ana goli nane na asisi tano. Ukienda kwa Simba unamwona Jean Charles ana goli kumi, ana asisi sita, atema ana goli nane na asisi tatu. Basi wachezaji wawili wa Yanga, wachezaji takriban wanne wana goli nyingi na asisi nyingi. Hii kidogo inatia mashaka, lakini kikubwa kingine amri makocha, makocha wa timu zote mbili hawa wanakuwa wanapendelea sana kutumia mfumo wa 4-2-3-1 tuangalie hii mifumo na vikosi yeah. Jinsi ambavyo tayari vimeshatoka na wachezaji ambao wanakwenda kushuka dimbani hapo kesho. Ukilinganisha vikosi hivi na fomu yao mpaka hivi sasa o, unaipa timu ipi fursa ya kuweza kuibuka kidedea katika dabi hii? katika mchezo wa, wa, wa, wa kesho, nikitazama namwona uh, licha ya kwamba wote wanafanana aina ya mfumo wanaocheza, kocha Fadlu Davids pamoja na Miloud Hamdi ambaye ameurithi kutoka kwa Gamondi, Gamondi akiurithi kutoka kwa Nasdini Muhamedi Nabi. Uh, naona kabisa sifa mchezo huu utaenda kuamuliwa na safu ya kiungo ya timu zote mbili ambapo uh -huh. uh, kwa upande wa Yanga yuko Mbanda uh, Aucho yuko Mudathir Yahya uh, yuko Duke Abuya lakini kwa Simba namuona, Jan Chaza wa namuona, Kagoma namuona, Ngoma namuona Debora Fernandes. Hili eneo la katikati ndilo ambalo naliona linakwenda kuamua kesho, ambao wataamka vizuri ni wakati wanaweza wakawa waka imara zaidi. Kwa Yanga wanabebwa na Aucho ambaye Uh, anaonekana kuwa mzuri sana kwenye safu ya kuwasaidia safu ya ulinzi uh -huh. Ambayo inaongozwa ambay inaongoza kunyuma Dickson Job uh -huh. Uh, kwa upande wa Simba kuna mashaka kidogo, kwa sababu Shemaloni anatajwa yu mgonjwa, huenda asicheze uh, lakini pia golikipa Kamara huenda uh, asicheze katika mchezo wa kesho, jambo ambalo kidogo linatia mashaka. Hili limemwacha Mohamed Hussein Shabalan na Shomari Kapombe ambao wanauzwe katika mchezo huo ingawaja kwa siku za hivi karibuni ilikuwa inatiliwa hofu hasa pindi wanapoenda kusaidia mashambulizi, wanachelewa kurudi kama ilivyo kwa Yanga uh, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa mlinzi wake uh, na kwenyewe pia kumekua kuna changamoto upande wa mlinzi mmoja. Lakini uh, safu ya kiungo kesho itaamua nani anaweza kuibuka na ushindi. Tutaona mpira mzuri zaidi katika kikapu, licha ya kwamba mpaka sasa Yanga anapewa nafasi kubwa za wajibu spirit inaweza kwa kuongezea kuweza kupata matokeo mazuri. Ah, asante sana Amri Masare. Sule, unamsikia mm. hapo Masare akijaribu kueleza mm. zile nguvu za vikosi eh, na pia kuangalia ile mifumo ambayo makocha wote wawili mm. wanatumia. Wafungaji ambao wanategemewa kwa timu zote mbili, upande wa Yanga Mzize na mm. Dube na upande wa Simba mm. uh, huwa na Ateba. Mm. Unaona watakuwa na jukumu gani eh, katika uh, kupeleka mashambulizi katika uh, Milango ya timu ambazo wananuia kuweza kutetemesha kamba na kuondoka na alama tatu. Washambuliaji hao waliotaja wana jukumu moja tu. Mm-hmm. Kutumia nafasi zao wanazozipata kwa, kwa ufanisi. Mm-hmm. Mbali na hivyo kutakuwa na matokeo ya namna nyingine, lakini kama washambuliaji hao watatumia nafasi wanazozipata, basi kutakuwa na nafasi kubwa sana kwa vilabu hivyo kuweza kupata, kupata mechi ambayo ina zaidi ya magoli mawili, zaidi ya magoli mawili au matatu. Kwa sababu kama tulivyosema, Simba wana washambuliaji ambao wanafunga magoli wanafanya vizuri, lakini vile vile Yanga pia wako vizuri. Kwa hivyo atakayetumia nafasi zake siku ya kesho katika mchezo wa kesho a atapeleka furaha katika ama Msimbazi ama Jangwani. Hiyo kesho, karata yako naitupa hapi. <laughs> swali gumu <laughs> Lakini hii ni dabi, nategemea itakuwa na magoli mengi. Siwezi uh -huh, kusema Simba atashinda mayanga, lakini nategemea ni mchezo ambao utakuwa na magoli mengi zaidi. Haya, asante sana Suleiman Mweru na asante sana Amre Masare uh, ukiwa hapa Dar es Salaam, kwa jinsi ambavyo umechangia katika mjadala wetu wa leo ambao ulihusu uh, ligi kuu Tanzania bara na hasa hasa tukizungumzia dabi ya Kariakoo inayopigwa hapo kesho katika dimba la Benjamin Mkapa.